Karibu kwenye Moyo wa Malezi. Leo ninataka tuzungumze kwa moyo na si kwa masikio tu. Familia ni mahali pa upendo, pa kuelewana, pa kusikilizana, lakini wakati mwingine familia inatokea panakuwa mahali pa kuumizana. Je, kama imetokea, kama familia pamekuwa ni mahali pa kuumizana, tuna uwezo wa kuishi na kuendelea na maisha na mambo yakakaa vizuri? Leo nataka kuuliza swali moja tu Iwapo kumetokea migongano, kutoelewana, manung'uniko, masigishano, je, stili bado itaendelea kuitwa familia? Jibu ni moja tu, hilo litawezekana kama kutakuwa na kusamehe na kuelewana. Leo katika moyo wa malezi, tunaenda kuzungumzia hoja tano za kina ambazo zitaonesha umuhimu wa kusamehe na kusikilizana ili kuweza kujenga familia bora.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 cha msingi pia usiache kusubscribe ili uendelee kuwa mmoja wa familia ya moyo wa malezi. Karibu tuanze. Hoja ya kwanza: kusamehe ni zawadi unayojipa mwenyewe. Mara nyingi watu wengi wanadhani kwamba kumsamehe mtu aliyekukosea kukosea, ni kumwachia huru na kumwacha tu aendelee na maisha yake, lakini tukumbuke kwamba unapoendelea kung'ang'ania chuki au kukasirika kile ambacho umefanyiwa unakuwa unajiumiza wewe mwenyewe, unajikuta wewe ndio utakuwa na hasira, wewe ndio utakuwa na msongo wa mawazo, wewe ndio utaanza kumwaza. Wakati mwingine yule aliyekukosea ameshasahau, ameendelea na maisha yake, hakuwazi wewe, lakini wewe unajikuta unamwaza mtu ambaye amekukosea. Unatakiwa usamee, unatakiwa usahau kwa ajili ya faida yako wewe mwenyewe. Unapomsamee mtu aliyekukosea, hiyo inakuwa ni kwa faida yako, unakuwa unajitibu wewe inabaki kwake. Sasa ataona haufuatilii kile ambacho amekukosea, ataona hauumii, ataona maisha yako yanaendelea, na mwisho wa siku anajifunza kutokana na lile kosa alilofanya. Anaweza akakosea mkubwa, anaweza akakosea mdogo. Kwa hiyo kusameheana na kuacha maisha yaendelee ni jambo bora sana la msingi katika maisha yetu ya kila siku. Hoja ya pili, kuelewana kunahitaji kusikiliza kabla ya kuhu. Mara nyingi tunakuwa hatuhitaji hatu kusikiliza, tunataka kujibu kile ambacho tumeambiwa. Mtu anazungumza tayari umeshapata majibu. Mtu anakuelezea labda kuna jambo lilikuwa linatakiwa ufumbuzi, mtu anakuwa bado anaeleza, lakini unakuta hata hajamaliza kueleza, mtu ameanza kumjibu. Hapo ndipo migogoro sasa na migongano huwa inatokea. Kwa sababu mara nyingi tunatakiwa tuwe wasikilizaji zaidi, kabla haujajibu sikiliza na unapotaka kujibu, jiulize kwamba hili jibu ninalotaka kulitoa sasa hivi lina faida, litaleta maelewano au litaleta migongano? Kwa hiyo tunatakiwa tuwe wasikilizaji zaidi kuliko ya kujibu, tuwe wasikilizaji kuliko kuhukumu. Usikimbilie sana kuhukumu, hata kama umekosewa unatakiwa usikilize Uwe makini, uangalie hiki ninachokijibu, faida yake ni ipi na hasara yake ni ipi? Tunakimbilia sana kujibu, tunakimbilia sana kujitetea, tunakimbilia sana kujieleza. Usijitetee, usijieleze, jibu kwa busara na jibu kwa utulivu hata kama umekerwa, mtu amekuudhi, amekukasirisha, anaanza kukuambia kwa hasira, sikilize. Wakati mwingine hata kama unaona sasa hapa mambo nikijibu yatakuwa ni mabaya, nyamaza, kwa sababu hata kimi anachonijibu. Hoja ya tatu ni kukubali kuwa kila mmoja ana mapungufu. Hakuna mzazi mkamilifu, hakuna mtoto mkamilifu, na hakuna ndoa ambayo ina ukamilifu na utoshelevu. Jambo la msingi ni kukubali kuwa kila mtu ana uwezo wa kukosea, na kila mtu anu, anatakiwa asikilizwe, na kila mtu anatakiwa mawazo yake yapewe kipaumbele. Mara nyingi tunapenda sana kujihesabia haki. Unakuta mtu amekosea, lakini kwa sababu yeye ni mkubwa hataki kuonyesha kwamba amekosea, au kwa sababu yeye ni kiongozi anakuwa hataki kuonekana kwamba yeye amefanya makosa. Kila mtu ana mapungufu, hakuna mtu aliyekamilika chini ya jua. Aliyekamilika ni Mungu peke yake. Kwa hiyo tunatakiwa kukubali kwamba tuna uwezo wa kukosea, na pale tulipokosea pia au kukosewa, tunatakiwa pia tusameheane, tukisameheana tuelewane. Tunapoendelea kung'ang'ania kuonekana kwamba tuko sahihi, hapo ndipo tunapoendelea kuharibu. Tunatakiwa tuwe wapole, tuwe wavumilivu tuelewane, tusameheane na maisha yaendelee. Hoja namba nne, msamaha hujenga mifano hai kwa watoto. Mtoto anapowaona wazazi wake wanafanya jambo lolote, anakuwa anajifunza. Kila siku ninasema watoto wanajifunza zaidi kwa kuona kuliko kuambiwa. Mzazi anaposamehe, mtoto anajifunza huruma. Mzazi anapoomba msamaha, mtoto anajifunza ujasiri. Familia ambayo inasamehe na kuelewana inajenga na kulea watoto ambao wanakuwa ni watoto wenye upendo, wanakuwa ni watoto wenye huruma, wanakuwa ni watoto wanaosameheana, kwa sababu wanaona moja kwa moja kutoka kwa wazazi wao. Wanaona jinsi wazazi wanavyosamehe, wanaona wazazi wanavyoelewana. Kwa hiyo tuwajenge watoto wetu katika misingi ya kusamehe na kuelewana na kuomba msamaha na kujishusha na kuona kwamba kila mtu ana uwezo wa kukosea na mtu pia aliyekosea anatakiwa asamehewe, sio chuki, fitina, kero, manyanyaso, malalamiko, kujitetea. Hivyo watoto wanajifunza vitu vibaya, mwisho wa siku unazalisha kizazi cha watoto wenye vichwa ngumu. Unakuwa unajiuliza, hivi kwa nini watoto wangu wana vichwa ngumu hivi? Kwa nini watoto wangu hawasikii? Hawasikii kwa sababu wamekuona wewe hauwezi kusamehe. Hawasikii kwa sababu wanaona wewe hauelewani hiyo watajifunza wapi? Wanajifunza moja kwa moja kwa kukuona wewe mzazi. Hivyo mzazi, jitahidi sana kusamehe, kusahau na kuelewana, ili watoto pia waweze kujifunza kile wanachokiona. Hoja namba tano: kusamehe na kuelewana huirudisha familia kwenye upendo wake wa kwanza, yani upendo wa mwanzo. Hebu jiulize, ule upendo wa mwanzo ulikuwaje? Ule upendo wa kwanza ulivyokuwa mtamu ule upendo wa kwanza ulivyokuwa mzuri. Ukijiuliza hivyo, una uwezo pia wa kusamehe, una uwezo wa kuelewana na una uwezo wa kusahau. Upendo wa familia huo haupotei, upendo wa familia huo unafunikwa tu na kiblanketi kimoja cha amani. Upendo wa familia huo unafunikwa tu na upendo pale ambapo familia inajenga kusamehe na kuelewana. Tujenge familia yenye kuelewana, tujenge familia zenye kusameheana, ili tuweze kutengeneza watoto ambao kesho watakuja kuwa wanaelewana, watakuja kuwa wanasameheana, watakuja kuwa wanasahau na kuchukuliana. Hata inafikia siku moja watoto wanatazama familia, au wazazi wanatazama familia, wanasema mm, tumepitia mengi, tumepitia makubwa lakini tuliweza kuyavuka na kujenga familia yenye amani na familia yenye upendo. Ikiwa una jeraha moyoni la kifamilia la kuumizwa, kumbuka kwamba familia njema haianzi na mtu mwingine, inaanza na wewe. Ni muda wako sasa wa kuponya hayo majeraha au hilo jeraha na kuanza upya. Kumbuka, amani ya moyo wako, narudia, inaanza na wewe. Samehe, sahau, na maisha yataendelea. Hapo tunakuwa tumejenga kizazi bora, kizazi cha watoto ambao kesho wanakuja kuwa watu ambao wana uwezo wa kusameheana. Hebu tuambie kwenye komenti, wewe unapokosewa au wewe unapokuwa una jeraha au umekwazika, unatatua vipi tatizo lako? Tusaidie ili na sisi na wale wengine ambao wanaona video hii waweze kujifunza kutoka kwako. Usiache kushea video hii kwa wazazi wengine, ili waweze kupata hiki ambacho umeshakipata. Subscribe pia ili uendelee kuwa mmoja wa familia ya Moyo wa Malezi. Asante kwa kuwa nami, asante kwa kutazama mpaka mwisho. Mungu akubariki, kubariki tukutane tena kwenye video nyingine inayofuata. Asante.